Karibuni tena katika tafakuri yetu ya Rozari, sala ya tafakari, na hii ni siku ya kumi na moja katika mwezi wa kumi mwezi wa rozari. Ujumbe wetu wa leo unasema, rozari siyo hirizi. Kuna watu hasa wapinzani wa imani yetu wanaodai kuwa eti rozari, yaani chombo cha kusali sala ya rozari, ni hirizi hatukatai ukweli kwamba kuna uwezekano wa mtu kuitumia rozari vibaya, kama vile mtu anavyoweza kumwabudu mchungaji fulani, aina fulani ya ibada, kwa mfano, matambiko au matumizi ya mafuta ya upako na kadhalika. Lakini rozari yenyewe si aina ya ibada ya sanamu au si hirizi. Kama tulivyosema, rosari ni chombo maalum tunachokitumia kutuongoza katika tafakuri ya sala. Rosari inatusaidia sana, kwani sala yoyote inaweza kupoteza maana yake ikiwa hatusali tukitafakari kimakusudi. Lakini kunaweza kukawa na watu wanaoitumia rosari kwa malengo mengine tena tofauti na sala nirudie. Tena kusema kunaweza kukawa na watu wanaoitumia rozari kwa malengo mengine tofauti na sala. Kwa mfano, kuna watu wanaochimbia rozari katika maeneo ya nyumba zao, sawa na wale wanaochimbia mahirizi kulinda nyumba zao. watu wengine wametundika rozari kila mahali, iwe ni kwenye magari yao, milangoni mwa nyumba, vitandani mwao na maofisini, kama kinga na ulinzi. Kuna wanaovaa rozari sehemu mbalimbali za mwili kama vile kiunoni, mikononi na hata miguuni, kama kinga mithili ya mahirizi. Yote hayo tunaweza kusema ni matumizi mabaya ya rozari, tofauti na lengo hasa lililokusudiwa la sala. Lakini kuna watu wengi wenye mazoea ya kuvaa rozari shingoni au kuziweka mfukoni. Kufanya hivyo sio vibaya ikiwa kama nia yake ni kuzingatia sala. Ni jambo jema kuweka rozari yako karibu, kama ukumbusho wa kusali au kuiweka karibu na kuwa tayari kuitumia wakati wowote unapohitaji kuitumia katika sala. Lakini sala ya rozari ni chombo madhubuti cha kumlinda mtu, sio punje za rozari zilizo na uwezo wa kumlinda mtu bali sala ya rozari inayosaliwa kwa tafakari kwa kutumia chombo kitakatifu kiitwacho rozari. Tunasema rozari ni chombo kitakatifu kwa sababu kimewekwa wakfu au kimetengwa kwa ajili ya Mungu. Sala ya rozari imethibitika kuwa na nguvu ya kimeujiza ya kuwalinda wale wa imani na kuwapa neema za ziada. Kwa mfano, sala ya Rozari inajulikana kusaidia ushindi katika vita vya zamani vya Wakristo dhidi ya majeshi ya maadui zao. Watakatifu wengi wakuu katika historia wakiwemo Papa Yohani Paulo wa Pili, Padre Pio na Lucia wa Fatima walitambua sala ya Rozari kama silaha yenye nguvu zaidi katika kupigana vita vya kweli vya kiroho tunavyokabiliana navyo duniani. Maandiko Matakatifu yanasema kwa maana kushindana kwetu sisi si, si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili la sasa pamoja na pepo wabaya katika mbingu hii. Inapatikana katika Waefeso 6 mstari wa 11 mpaka wa 12. Paulo anasisitiza kusema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani, Waefeso 6 11. Mojawapo ya silaha hizi ni sala Sala ya Rozari ni silaha yenye nguvu ya kuwakimbiza mapepo na kujiweka mbali na dhambi. Ikiwa kama tunataka amani mioyoni, katika nyumba zetu na katika nchi yetu, basi tujitahidi kusali sala ya Rozari. Isipite hata siku moja bila kusali Rozari. Haijalishi umeelemewa kiasi gani na masumbuko na kazi nyingi Mtu anaweza kuhoji, je, huko sio kumtukuza Bikira Maria? Jibu ni hapana, kwa sababu rozari si sala kwa Bikira Maria, bali ni sala ya tafakari ya maisha ya bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.